Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye chaneli yetu na tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza class katika HTML. Class ni attribute ya HTML inayowekwa ndani ya tag ili kuipa jina class. Tupo pamoja. Kwa ufupi tunaweza kusema class ni jina unaloipa elementi au ni jina unalozipa elementi zaidi ya moja, ili kwa pamoja elementi hizo ziweze kupata muonekano au staili moja na tabia moja. Tupo pamoja? Okay. Sasa moja kwa moja twende tukaone jinsi gani ambavyo tunaweza kutumia class katika HTML. Ukitaka kuandika class, kumbuka kwamba class inaandikwa katika tag yoyote ya HTML. Tag hiyo au element hiyo iwe ni heading, iwe ni paragraph, iwe ni div, au elementi nyingine yoyote ya HTML unaweza ukaandika ndani yake class. Kwa mfano mimi hapa nitaandika na nitaanza na heading one, yapo class yangu nitaipa jina eh, class yangu nitaipa jina mji, tupo pamoja na hapa nitaandika miji ya Zanzibar, tupo pamoja. Hapa chini yake nitaandika heading 2. Nitaandika mji wa kwanza wa hapa Wete, na klasi pia nitaipa jina lile lile la mji. Na nielewa vizuri eh? Pia hapa nitaandika paragraph yapo na jina au klasi nitaipa jina lile lile la. Sio lazima klasi zote uzipe jina moja, lakini mimi nimeamua kutumia jina moja kwa klasi zote ili kuzipa eh, elementi zangu zote nilizoziandika kuzipa muonekano unaofanana kwa kutumia klasi moja tu, kama tutakavyoona. Kwa hiyo hapa katika paragraph niandike baadhi ya maneno ambayo nitasema hivi e, Wete ni mji unaokuwa kwa kasi. Okay, mji huu e, mji huu unapatikana katika kisiwa cha ja, sorry kisiwa cha ja Pemba. Hiyo hapo ni e, paragrafu yangu. Sasa moja kwa moja, kwanza tuende katika browser tunaenda kubrona miji ya Zanzibar. Wete hii ni heading 2, halafu Wete ni mji unaokuwa kwa kasi, mji huu unapatikana katika kisiwa cha Pemba. Sasa moja kwa moja turudi tena katika editor yetu. Sasa ukitaka kutumia hii class unaitumia kwa CSS maana yake, ukitaka kutia style, na mimi nitaandika style yangu hapa style, ndani yake ndo nitatumia lile jina mji, lakini nitaanza na dot hapa mji, alafu ndani yake ndo nitaandika vile ambavyo nataka hizo elementi zangu hizi hapa zionekane vipi katika browser kule naanza na kitu cha mwanzo ambacho ni background color. background color, mimi nitaandika black. Yapo, twende kule tuone inavyoonekana tukirefresh page hapa. Yapo, background color imekuja nyeusi total, moja kwa moja. Kitu cha pili ambacho nitakionesha ndio ndio jinsi ambavyo tunatumia class hivi, naomba unielewe. Kitu cha pili ambacho nitakiandika ni width upana wa hiyo ni yangu klasi zangu, elementi zangu za zionekane vipi kule katika browser, mi nitasema mia sita pixel na nakuja katika browser na refresh page yangu, hapa hii imepungua. Kitu kingine ambacho nitakifanya nasema kala, kumbuka kwamba kala hii ni yale maandishi, ni rangi ya maandishi ambayo tumeandika pale. Kwa hiyo maandishi mi nitasema yawe na rangi nyeupe white. Nakuja kurefresh hapa, maandishi tayari yameonekana chuku pamoja. Kitu chengine ambacho nataka kukionesha ama nataka kukifanya ni kitu kinaitwa padding. padding hii hapa nasema iwe 10 pixel, maana yake pixel 10. Nakuja kurefresh page yangu hiyo hapo zinaonekana hivyo, mpishano wa baina ya elementi na elementi nyingine. Kitu chingine ambacho nataka nikionyeshe au nikifanye ni text align, mpangilio wa maandishi uwe vipi? Mimi nataka yawe center, na kuja ku refresh page yangu. Hapa naona maandishi yamekwenda kukaa katikati. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia class katika HTML ili kufanya mambo mbalimbali mbali kwa wakati mmoja yani kuzitumia elementi zaidi ya moja wa kutumia class moja au jina moja la klasi. Tupo pamoja. Cha kukizingatia ni kwamba sio lazima kwamba majina yote haya eh, utumie, eh, moja, utumie jina moja, yani klasi zote hizi utumie jina moja mimi nimetumia moja ili kufanya kazi kwa pamoja, elementi zote tatu niweze kuzifanyia kazi kwa wakati mmoja, tuko pamoja. Lakini wewe unaweza ukatumia jina tofauti katika elementi. Kwa mfano naandika hapa mji mwingine, naandika elementi nyingine heading t hapa, naandika e, darajani, klasi kwanza hapa Class naandika e, hii hapa city katikati hapa naandika darajani e, dara, darajani. Tupo pamoja, twende katika browser kwanza tuone, nikirefreshi imekuja darajani ile pale. Tupo pamoja mpaka hapo sasa. Nakuja kwenye style kuifanya kazi ya class yangu hapo. Kumbuka class nimeipa jina city, kwa hiyo hapa nitaanza vilevile na doti halafu nitaandika, sorry nitaandika city, alafu nafungua mabano haya, ndani yake naandika kile ambacho nataka hii element yangu iwe. Mfano nao nikiandika background color, hii naandika iwe redi, tupo pamoja redi hapo. Na kuja ku refresh page hapa, naona imekuwa red, lakini kitu kingine ambacho nataka nikifanye nacho ni eh, inaitwa width width upana, hii nayo iwe 600 pixel ili ziweze kufanana na ile ya mwanzo. Nikirefresh page hapa naona jinsi ambavyo imekuja. Tupo pamoja. Na kitu chengine ambacho nataka nikifanye ni eh, text align nayo iwe center moja kwa moja. Nikirefresh page yangu hapa, naona ambavyo inafanya kazi. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kutumia class, eh, katika HTML. Tumeona mifano ya kutumia jina moja eh, kwa elementi zaidi ya moja na tukafanya elementi moja peke yake na tukaona matokeo yake jinsi ambavyo inafanya kazi eh, kama umefaidika na chochote katika video hii na kusihi usiache kusubscribe kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante ah, sana, tukutane katika video inayofuata. Bye.